Bohuo tumebeba kiimi cha masomo yetu ya siku ya leo, umebeba masomo yetu matatu, kwamba niposa tunakutukuza Mungu kwa sababu yeye ni upendo na yeye anaishi kwetu kwa sababu ya kukupenda mno. Siku hizo tunamshukuru huyu Mungu kwa kuweza kutulete pamoja sifu ya siku ya leo ambapo amekuwa akitembea na kujidhihirisha katika maisha yetu tangu kufufuko na siku ya leo, kwa sababu kabla hajapaa mbinguni, anatukuza jambo lingine jipya, kupendana kati yetu kama vile yeye alivyotupenda kwanza. Tutajiuliza swali moja, mbona mambo mabaya ama mambo magumu inawapata watu wazuri? Kwa sababu ukimwangalia Yesu Kristo alikuwa mwema kila wakati, na hata sasa mwema ipo katika salamu zetu, tunasema Mungu ni mwema, kila wakati na kila wakati ni mwema, lakini tunamuona kwamba mambo magumu na mambo mazito yanakutana na akaweza kusulubiwa akabeba msalaba na hali akaweza kufa katika msalaba. Bona ikatendeka na yeye ni Mungu, angeweza kuepuka mateso haya? Lakini jambo lingine tutabalo kwa wafuasi wake, wawe ni Petro, Yohane, Yakobo, wakaje wote, pia walikuwa watu wazuri tenda matendo makuu kati ya watu. Bwana, basi hata hao tunajua kwamba walipitia mambo makubwa na magumu katika maisha.